Kauli mbiu ya wiki ya maji uhifadhi wa uoto wa asili kwa ajili ya uhakika wa kwa maji. Kwa hiyo lengo la kauli mbiu hii ni kutukumbusha sisi sote kwa pamoja tutekeleze jukumu la msingi la kuweza kuhifadhi uoto wa asili, kuweza kuhifadhi mazingira ili tuweze kuwa na uhakika wa maji, kwa sababu maisha yetu ya kila siku yanategemea maji. Sasa chanzo hiki cha Chagongwe ambacho leo hii tunakuja kupanda miti ni chanzo muhimu sana kwa maisha yetu sisi wananchi wa Chagongwe, kwa maisha ya wananchi wa wilaya ya Gairo. Fedha ambazo tunaziweka hapa bilioni ishirini na moja na milioni mia nne ni fedha nyingi sana, ni fedha ambazo tunaziweka ili kuweza kuhakikisha kwamba tunapata huduma ya maji safi na salama. Tuna haja na tuna kila sababu ya kushirikiana kwa pamoja kuweza kuhifadhi chanzo chetu hiki. Lakini ndugu zetu wa bonde, mmesema kwamba mtaweka alama na mtatangaza haya maeneo kwamba ni maeneo ya hifadhi. Mchakato huo ufanyike kwa haraka, ili wananchi wajue kwamba hifadhi inaanzia wapi na inaishia wapi. Lakini yale maeneo ambayo hayaruhusiwi kufanya zile shughuli za kibinadamu, mbadala wake, kama serikali tumeona, badala ya kuwaambia tu wananchi msifanye shughuli za kibinadamu tuwape miti ambayo itawawezesha kupanda katika maeneo hayo na itawawezesha kuweza kupata kipato. Pamoja na hayo tumekuwa pia tukikumbana na changamoto ya uchim, uchimbaji na uchenjiaji wa madini katika vyanzo vya maji ambao kile, ume, umekuwa pia, ukileta athari katika, katika vyanzo vya maji ambao umekuwa pia ukileta athari katika vyanzo vyetu vya maji. Na mengine pia, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumekuwa tukikumbana pia na shughuli za kibinadamu ambazo ni kilimo, mifugo na uchenjiaji wa madini. Mheshimiwa mgeni rasmi, hali ya maji katika mto huu Chagongwe ambao leo hii tumekusanyika pamoja ni uh, takriban ni lita e, 897 like, kwa sekunde ndio maji ambayo yanazalishwa na huu mto ambao ni, ni sawa na, ni sawa na lita milioni sabini na saba kwa sekunda kwa siku ambao anazalishwa katika huu mto, ambayo ni maji toshelevu kwa ajili ya kuwahudumia Wanagairo, ambayo mahitaji ya mji wa Gairo ni takribani mit, mita za ujazo milioni nne, lita za ujazo milioni milioni 4.78 kwa siku. Mjini wanasema palipokuwa na, na mzoga hapakosekani tai. Hii ni fedha hii ni hela. Ni waombeni sana wazazi, wananchi, tukaitunze hii miti. Kwa kufanya hivyo pindi itakapokuwa imekomaa tutapata faida. Kwanza itatusaidia kuendelea kuweka kwe, uoto waathiri, lakini pili tutaendelea kupata pesa sisi boye boy. Kwa jina naitwa Ernest Kararumie mimi ni mwananchi ndani ya kijiji cha Chagongwe hapa tupo kwenye, kwenye zoezi la upandaji wa miti miti ya matunda aina ya parachichi, lakini pia panda miche ya, ya, ya karafuu ambayo itatusaidia kwenye mambo mbalimbali ikiwemo kwenye utunzaji wa mazingira uhifadhi wa chanzo chetu cha, cha maji, lakini bado miti hii itakuwa ni sehemu ya kuweza kuwainua wananchi wenzangu cha wa kijiji cha Chagongwe maana kwamba wataweza kujipatia kipato kutokana na mavuno ambao watakuwa wakiyapata, okay. kutoka kwenye miche ya, ya parachichi, lakini pia kutokana na mauzo ya, ya zao la karafuu.